Asante sana kwaya wanaume, asante kwaya wanaume kwa wimbo wenu mzuri, kwa wimbo wenu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kristo asifiwe. Ndugu zangu, nataka niombe kuchukua nafasi zangu, nataka kwa nitangulie Tuwatambue kwaya zetu kwaya zetu. Kwaya ya mtaa tafadhali, mlipo. tunayo kwaya lakini tunayo lakini tunayo kwaya ya... Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Naomba pia tuwatambue wazee wa kanisa yetu waliopo, tafadhali, wengine bado wako kwenye majukumu mengine. Naomba tuwatambue wetu. waliopo hapa. Asante sana. Naomba tuwatambue watendakazi katika usharika wetu na watendakazi wengine waliopo mahali. Asanteni sana, asanteni sana. Naomba, naomba tuwatambue diaspora, diaspora, ndugu zetu wanaoishi nje ya nchi. Nyote mlio kwa pamoja wenu, wengine, asante sana, asante, au ndio ma diaspora wetu. Naomba tuitambue kwaya ya Betania. Asante sana, tunashukuru sana. Niombe tuwatambue niombe tuwatambue na wakristo wengine ambao kutoka mitaa ya Rubafu ya Malange. Nikaribishe tafadhali tangazo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sana. Sana. Sana. Bila shaka kila mmoja ana furaha, anapoangalia mandhari inavyoonekana, mandhari inavyoonekana. Mimi binafsi nina furaha kuliko nyote. Binafsi nina furaha kuliko nyote. Hapa naleta matangazo mbele ya washirika saba mwezi wa 12 mwaka 2025. Tangazo la kwanza. Sote wa Kristo tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake mkuu alivyotulinda tangu tulipoanza wazo la kupanua kanisa, baadaye ikawa kujenga kanisa. Kujenga kanisa imefikia siku ya kulizindua. Tunasema tangazo la pili, mtaa na ushirika kwa ujumla wakaribishwa wote ka kushirikiana nasi katika ya kuzindua kanisa, na kwa waasisi wetu wa Dayosisi tunasana kushirikiana kwetu kipekee, na karibuni sana, bakaribuni tatu zinaonekana ni uzinduzi uzi, uzi, okay, wa kanisa kanisa. Tunawashukuru wote walio tuunga mkono hivi, nasema asante sana na Mungu awabariki.